Uwaligani mtazamaji wangu na msikilizaji wa vipindi vyetu vya afya, na leo nataka tuzungumzie masuala ya, masuala ya, ya figo, namna ambavyo tunaweza tukaisaidia pao unapokuwa na changamoto kwenye upande wa figo, lakini vivyo hivyo tunataka tuzungumzia kwenye upande wa ini. Kwenye ini kuna changamoto nyingi nyingi, lakini tunazungumzia ini kuwa na changamoto kama vile e, kupata maambukizi ya ini ambayo tunazungumzia homa ya ini lakini vile vile kama una changamoto ya kisukari, una changamoto ya kisukari, uh, una changamoto kwenye upande wa moyo, una kiwango kikubwa cha mafuta yatuazungumzia rehemu uh, sasa tuna mimea tiba ambayo tunaweza tukaitumia tukaifanya kuwa ni sehemu ya tiba, na hii ina msaada mkubwa sana. Sasa leo nataka tuzungumzie rosemary, uh, tuzungumzie, nataka tuzungumzie mdalasini ambayo tunazungumzia tunataka tuzungumzie tangawizi, tunataka tuzungumzie limao au ndimu, na isitoshe pia tunaweza tukaiongezea na asali sasa, lakini hivi vitu vya awali ni ndio tumeiweka kipaumbele sana. Sasa hii ina msaada mkubwa sana kwenye swala zima, kwa wale ambao wenye shida ya ini, ini inakuwa na changamoto uvimbe, ama una homa ya ini, ukitumia huu um mchanganyiko, huwa inaleta mabadiliko makubwa sana. Kwenye upande wa figo, kama una shida kwenye upande wa figo, una kiwango cha kemikali nyingi, yani una inobiogen, uric acid, urea, protanium ipo kwenye figo ambapo haitajiki, vibaki hivyo vyote kwenye kwenye upande wa figo yako, ukitumia hii huwa inaenda kuleta msaada mkubwa sana.

na wewe ambaye inaweza kuwa unasumbuliwa sana na tatizo la moyo. Moyo wako labda unaweza kuwa umeambiwa moyo wako unatanuka ama unashindwa kusukuma damu vizuri kusuku kwenda kwenye mwili, tumia huu mchanganyiko, kikombe kimoja asubuhi na kimoja jioni. Zoezi hili mnalo kwa muda mrefu, naona utaona mabadiliko makubwa. Uzuri kwamba huu mchanganyiko ni kama matipapas. Hata kina mama ambao wenye changamoto ya uvimbe uh, ama hedhi zao hazipatikani vizuri, wanapata maumivu makali wakati wa hedhi, wanapata maumivu makali E, wakati wa kuingia kuingia kwenye hedhi ama wakati wa kushiriki tendo la ndoa, hebu tumia umchanganyiko kikombe kimoja, utaona mabadiliko makubwa. Tumezungumzia, tumia rosemary, tumia mdalasini, tumia tangawizi, tumia limao au ndimu, chemsha huo e, uh, unakunywa mara kwa mara, na ukitaji tiba unaweza kuweka kijiko kimoja au vijiko viwili vya asali. Tumia utaona mabadiliko makubwa, na nikukumbushe kwamba mimi katika tiba ni mtaalamu Ndai. Inawezekana ukawa unatamani kupata huduma yetu. Mimi napatikana Ukonga Mwangola Ndege, niko na kupatikana, au unaweza kunipigia simu kwa ajili ya tiba, ni na wale ambao wako nje, unaweza kuanza na alama ya plus 255. Nikutakia siku njema, lakini pia nikutakia afya njema, na nikukumbushe tena mimi napatikana Ukonga Mwangola Ndege, na mimi ni mtaalamu Ndai.